ila kwa kupitia mkutano huu nitahamasika ili nipate kadi ya wanachama. Asante sana, asante popote alipo Ngande. Asante kwa majina, naitwa Stewati Damsoni Ng'ande maarufu Mwang'ande. Ni mkeleketwa na mwanachama mtarajiwa wa tawi la Uhenga. Niwakumbushe na niwaombe wenzangu, niwakumbushe ni waombe, tupambane. Lakini wenzetu wageni kutoka kutoka Njombe, tuahidi kitu kimoja, kwamba msimu ujao, msimu ujao tukushirikiana na tawi la Makambako, safari za Dar es Salaam kosta itaanzia hapa. atengeneza umoja kweli, na tunashukuru kwamba leo mmekuja kutuhamasisha kwamba kumbe kuna wenzetu ambao wanatuthamini. Asante sana, asante. Kuna mwingine asimame, anaitwa Joshua Hanja ambaye tupo bega kwa bega, ili aweze kujitambulisha daima mbele. Hakuna furaha kama siku ya leo hii na ukiangalia okay, leo ni siku kubwa ya Pasaka na mwananchi tunatamba katika kijiwe cha Uhenga. Tunaomba sana wakubwa wetu kutoka Makambako na kutoka sehemu mbalimbali muzidi kututembelea. Kwa majina anaitwa Joshua Samueli Mwahanja, nami pia ni mkeleketo kwa sababu bado sina kadi, lakini tunahitaji sana kadi hizo, asanteni Asante, labda nafasi nyingine nitoe upendeleo. Tulitamani wote tuongee, lakini muda sio rafiki. Nitoe upendeleo kwa mtu mmoja, naye asimame, ili aweze kusema karibuni kwa mtu yeyote. Daima mbele, daima mbele! Hey, jamani, kwa umoja huu na kwa jitihada hizi, kwa viongozi na watu ambao wameona kweli kuna haja ya kuwepo kwa tawi hapa Uhenga, kwa sababu wananchi tupo wengi. Nikisema wananchi, manake watu wa timu ya Young Africans tupo wengi sana, na tuna imani kwamba tukiliendeleza hili swala na hili jambo tutakuwa zaidi, na nipende kuwapongeza sana viongozi wetu ambao tuliwateua kwenye kikao cha awali, kwa sababu tunaona vitu mbeleni vinafanyaje vinakuja ni vizuri, na kama mimi mkeleketwa na nami kweli na haja kubwa ya kuwa na, na kadi na, na kiu yangu kubwa ni kwenda kuwaona hata wachezaji wa Yanga live kabisa. Hata katika usajili tungekuwa tunatoa hata na sisi maoni yanasikika huko, tungekuwa tunaona timu yetu inaenda vizuri sana. Asanteni sana. kwa wakereketwa wa... <tis> lengo lililo hili moja kujenga familia moja ya Yanga. Amina e, naamini wote leo tumetakasika na tutapona baada ya kusema hivi. Kwa sababu ya muda, hatutakuwa na maongezi mengi sana, basi niende kwenye utambulisho hapa. Tumeongozana na watu mbalimbali, viongozi mbalimbali wakubwa sana lakini kwa itifaki tu basi, nianze kwa kuwatambulisha waandishi wetu wa habari ambao wanatuchukulia taarifa zetu nzuri ambazo zinamfikia hata mheshimiwa injinia wetu makao makuu. Basi waandishi wa habari pungeni mikono, waandishi wa habari wote pungeni mikono, mmewatambua. Lakini pia tumeongozana na viongozi wetu wa hamasa ambao kazi yao ao ni kuhamasisha kwamba kutoa elimu kidogo, kuhamasisha kidogo, burudani kidogo. Sasa leo amekuja wachache, lakini kwa uchache wa mtu mmoja au wawili, basi wanaweza akaonyesha kwa niaba ya wengine. Karibu ndugu yangu, asante sana. Uhamasishaji pale Makambako wanaenda daima mbele. mm. Nashukuru kwa kutupokea salama na tumefika salama na imani, swala la kufungua kadi, kufungua tawi letu na kuwa wanachama na hili linaenda kukamilika. Kuna... ambacho watu wengi watashangaa. Mfano pale Makambako, tuseme nyanda za juu kusini, kuna umoja mkubwa ambao sijawaiona. Tunawashukuru sana viongozi wetu ambao leo tupo nao hapa mbele na wanaendelea kuhamasisha jinsi ya, ku, ya kupata kadi zetu za wanachama ili timu yetu iweze kuwa mbele. Sina mengi ya kuongea, niwashukureni wanawenga. Mwenyezi Mungu awabariki na muwe wanachama bora hapo mbeleni, asanteni kwa jamani. Sasa naomba niwaambie E, mimi ni mwenyekiti wilaya matawi ya Wanging'ombe tawi la Ilembula matawi ya Makambako na wilaya ni Njombe vijijini yote, kwa ina maana ukanda huu wote mimi ndio mwenyekiti wenu. Kwa hiyo kuanzia leo sasa mtajua kama ah, kumbe mwenyekiti wetu ndio huyu, naitwa Erasto Yohanis Chambiro au kwa kifika Makambako, kwa sababu sasa hizi tulishatambuana kama sisi ni ndugu. Ukifika Makambako ukisema Erasto Yanga, yani tayari umeshanipata mimi, ukisema Erasto Yanga Makambako.

ambavyo vile vya awali na vitu vitatu vya kutimiza. Kwanza uwe mshabiki wa Yanga, uwe mshabiki unayejua, yani, unayependa kuishabikia Yanga, kwa sababu usipokuwa mshabiki wa kuishabikia Yanga huwezi kutimiza hivi vitu vitatu, ambacho moja wapo ni uwe mshabiki wa Yanga mm. Ukiwa mshabiki wa Yanga haitoshi, kuwa mshabiki wa Yanga ambaye utakuwa unapigizana kelele na Kolo, unapigizana kelele na shabiki wa Azam, unapigizana kelele na nini au isaidii klabu. Ukiwa shabiki wa Yanga, lazima uwe na kadi hapo kutoka kwenye ushabiki sasa, unaenda ngazi nyingine, lazima uwe nani na kadi. Na kadi, na kadi, ukiwa na kadi unakuwa mwanachama ambaye unasaidia klabu pamoja na injinia yetu rais kusajili wachezaji, kulipa mishahara wachezaji, kuleta maendeleo ya klabu, unakuwa kusafirisha wachezaji. Yani wewe ukiona umeshakuwa na kadi ile ya wanachama tayari unafanya vitu vyote vya klabu na unakuwa unatambulika na klabu na unakuwa na namba yako rasmi yani pale hivi, wakiangalia Wauhenga wakipeluzi tu Wauhenga kwenye kompyuta, unakuona pale Wauhenga yu. hivi <coughs> yupo active, ni mwanachama hai. Lakini usipoku, ukiwa mshabiki tu unashabikiana unaongea ongea tu yani wewe ni sawasawa na kutwanga pilipili kwenye kinu, alafu nakohoa mwenyewe an ukisaidi kilabu hautambuliki. Yaani kwa lugha nyingine labda hautambuliki ni, ni, ni, ni, mshabiki ambaye utambuliki. Lakini mimi kwa sasa kwa sasa wakiuliza wakiuliza kule Elasto Yohanisi wapi anapatikana Makambako? Hebu tuangalie, kwa ile anapatikana Makambako, ndio mwana chama hai, mimi kule natambulika. Kwa hiyo na wewe utatambulika kwa kutoa maoni kwenye klabu yako bwana mume. Mchezaji ndio msajili, mdio tukuletea huyo mchezaji, mdio tuletea huyo ambaye anakimbia mpaka nje ya uwanja, au huyo? Hapana bwana, utaweza kutambulika ukiwa na kadi, usipokuwa na kadi huwezi kutambulika na hapa hata aa wanakusumbua sumbua wa kwamba wenyewe wana timu nzuri. Ukiwa we unatoa tu kadi yako, naambia unayo kama hii. Una timu nzuri lakini, unayo kama hii au wamekutengenezea wengio? Lakini ukiwa unapiga stori tu, watakuzalau watasema, na we unayo e? Lakini ukiwa na kichinjio, kwa lugha wenzetu ya wanasiasa wamesema kichinjio, ukiwa na kile hamna mtu anayekubabaisha. Mimi nisiwe msemaji sana kwa faida ya mambo matatu nimeongea leo. Moja kwamba uwe mwanachama <coughs> hai, uwe na kadi kadi. Hilo hapo, naomba jamani na wasikilizwa wanauhenga kwa maamuzi mlioamua kwamba tujiorganize. Eh e, nadhani leo tutapata majibu kabisa halisia ya kwamba sasa, sasa tunataka tuanze taratibu taratibu, mpaka tufikie lengo, malengo mengine ya yakua mpaka tawili ikamilike, atatuongelea mratibu wetu hapo. Mungu abariki sana. Mungu atie nguvu, Mungu aongezee. Kwa mwanzo huu tulioanza ni mwanzo mzuri ambao tutafika mbali. Asante sana teo, aafu ninavyompenda na mimi mwenyekiti huyu, yani, wewe ukimwambia tu anakuja muda huu. Kwa hiyo jamani, tuna mwenyekiti kijana, ukimwambia tu jamani, tunataka leo tu, kuna jambo la Yanga chap, chap. Baada ya kusema hivi, kabla sijamwinua kiongozi aliye mkuu sana, mheshimiwa, basi na mimi nitupie mawili matatu mheshimiwa hawa mashabiki nadhani hamjawa wanachama, si ndio? mnatamani kuwa wanachama? Ndiyo. na mimi sasa ninaomba mheshimiwa, hawa wana hamu kubwa sana wapate elimu kifupi, ili kuanzia leo hii, wengine walikuwa wananinongoneza kwanza, kuanzia leo hii wapo tayari kujisajili kuwa wanachama, ili wawe wanachama halali, waweze kutoa maoni yao, waweze kusema jambo lolote kwenye klabu yetu. Baada ya kusema hayo, na jambo ambalo wamenihakikishia ni kwamba safari ya kwenda Dar es Salaam kuisapoti timu yetu, wao watakuwa kipaumbele, na gari wanatamani ianzie Uhenga kuelekea Dar es Salaam. Lakini kwa sababu hiyo wao wamesema, na mimi nasema kwa sababu yeye ndio mratibu wetu mkuu, hawa watu wapewe elimu, lakini tuendelee kuwaombea na tuendelee kuwapa ushirikiano. Jamani, amina amina. Na gari itaanzia Makambako. Uzuri mimi mwenyewe ndio mratibu wa safari kwa hiyo upele umemkuta nani? Mkunani hapa. Safari itaanzia hapa, sawa jamani. Hili ca kufanya ni kufanya maandalizi, nauli yako, gari ipo hapa. Tutapanga ratiba nzuri na viongozi wenu ambao mmeshawaandaa, tutawaambieni safari ni lini, tunaenda kufanya nini. Na mimi mnajua kwamba tunapoenda, tunaenda kusapoti timu yetu. Mimi niwaambie sifa, mmoja wapo kiongozi wangu amesema, mwenyekiti Unajua, muda mwingine tunaenda kuisapoti timu, sisi tunaenda kuongeza nguvu, tunasema tuna kuangalizia mpira kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, nisikisema kwenye vibanda wengine wengine mnani vibanda, lakini kuangalizia mpira maeneo ya nyumbani tukaacha kwenda uwanjani, maanake tunawafifisha wachezaji tukienda wachezaji wengi sisi, ni wachezaji wa kumi na mbili uwanjani, tunaipa timu nguvu. Kwa hiyo jamani, naomba tukiambiwa kuna timu kuna kuna mechi tujitokeze wengi, ili tuendelee kuisapoti timu yetu, ili wachezaji wetu wapate hamasa. Baada ya kusema hivi, nadhani kiongozi wangu ni kuinue uweze kuzungumza na mashabiki hawa, naamini watapona kwa kupitia neno lako kuanzia leo yaani kuanzia leo tutakapokuja kurudi hapa tutakuta wanachama, hatutakuta tena mashabiki. Na hawa ni wachache, lakini uchache huu ni meseji kwa wengine. Nyinyi ni mabalozi, sema balozi, nyinyi ni mabalozi. Naamini wapo wengi na mmenihakikishia baada ya kusema sema. Asante sana, karibu sana kiongozi, ujisikie huko nyumbani watu hawa. Naflin anaitwa Jofrey Lupenza, ni mratibu wa Yanga mkoa wa Njombe. Kwanza nashukuru sana kwa kuweza kufika katika eneo hili, nakushukuru Katibu majiri kuwa na muunganiko mzuri na hawa watu yes. Nawashukuru viongozi kwa kuweza kuupokea kwa kwa kwa kwa. Na kushukuru viongozi wangu wa wilaya, nilivyokwambia hili jambo kuliratibu vizuri, na hatimaye leo tumefanikiwa. Lakini pia nakushukuru na msemaji huyu, ni msemaji wa, wa, wa Yanga mkoa, lakini hajasema mambo yote anayohusu Yanga mkoa Njombe, basi hu jamaa nayo na kushukuru kwa shughuli zote na jitihada zote kuweza kuendeleza hili ja kijukumu. Lakini pia ni washukuru wale wengine wote watu wa hamasa. Wamekuja wachache, nina kikundi cha watu wa hamasa, watu wengi kwelikweli wangekuja hapa, walikuwa patoshi. Sasa kutokana na mwingiliano wa sikukuu, baadhi wamekuwa kwenye majukumu, sinajua leo wengine wanabatiza wengine nini, mambo yanakuwa mengi kwahiyo uliokuja tumewakilisha na waamasa waliokuja wamewakilisha. Naomba ni, niende moja kwa moja kwenye kwenye pointi, kutokana na muda wetu. Nipende kuwashukuru kwanza kwa kufanya maamuzi ya kufungua tawi katika eneo letu. Naweza kusema ni hatua kubwa sana Yanga, kwa klabu ya Yanga. Swali langu nauliza kwamba kwa mfano huku kujisajili unaweza ukajisajili kwa kwanza kutoa hela kidogo kidogo ambapo ukakamilisha uka hiyo hela. Ndio swali langu la pili, ni ushauri, tunaweza tukachaguana tuka viongozi wa muda wa uhamasishaji, kwa sababu ukiangalia pale nyuma, semina tulikaa kwenye Kanisa la Mitume kule, napo tulikaa hivi hivi, lakini mwendelezo wa uhamasishaji haukuwepo kwa hiyo hii kitu kwa sababu iseme imekuja kwa awamu ya, ya pili, ndio maana mimi ninauliza ni swali au natoa ushauri kwamba tunaweza tu, tukachaguana viongozi wa uhamasishaji kwa muda mfupi mpaka tutakapokamilika. Asante, nimemaliza. Asante kwa majina, naitwa Joshua Samueli Hanja. Jambo la kwanza nimshukuru sana ndugu yetu Majidi Matandala kwa kutuelewa na sisi mashabiki wa Uhenga wazo kubwa ni kwamba kwa sasa au tuseme ni ombi, tumeanza. Majidi amehangaika sana juu yetu, tunamtumia taarifa mara tumpigie simu atukute wawili watatu, lakini amehangaika mpaka hapa tulipofikia, tunamshukuru sana. Wazo langu ni kwamba tunaomba viongozi ngazi za juu, sisi sasa tumeanza, kama ni kuanza kunyanyuka, tunataka kutembea, tushikwe mikono kwa njia gani? kila wakati kutukumbusha, mmefanya vikao vyovyote, angalau tuwe tusiwe tunapoteana kama tulivyopoteana kwa sasa. Wazo wangu niini, Malongo, mimi ni shabiki mtarajiwa wa timu yangu ya Yanga Africans. Lai yangu mimi kwa uongozi wa leo uliokuja katika ardhi hii ya Uhenga, nipende kutoa shukrani. Mwenyezi Mungu abariki sana pia naomba Mwenyezi Mungu aweze kuzifungua nyoyo zetu sisi yale yaliyozungumzwa katika kikao hiki tuweze kufunguka wote tuwe ni wenye kunyoka njia moja. Baada ya kusema haya sina mengine bali naendelea kuwashukuru nyinyi viongozi mliotoa elimu, asanteni sana. Karibu kaka. Asante kwa majina, anaitwa Nolasco Tiles Matayo Mkola ni mpendwa mshabiki mzuri kabisa wa Yanga japo sina kadi. Swali langu tumesikia kiongozi anasema kwamba muda, kuna mahala pengine amesajili wanachama sabini, mahala pengine themanini, sehemu zingine mia mbili mia na kitu. Sasa kwa wale ambao wanakuwa hawajakidhi vigezo vya kufikia walau wanachama mia moja ndipo tawi likamilike iliwe hai Je, hao wanakuwa wanatambulikana kwa namna ipi? Kama endapo hamasa ikawa imetokea sintofahamu, ikawa imekufa au imefifia, wengine hawajaongezeka kwa muda mrefu, je, waliosajiliwa watatambulikana wapi? Na je wataendelea kutoa tozo au ku, yani kuhusika na vile ambavyo walikuwa wamejitolea kushiriki kwa kila kitu, kwa maana ya michango, kulipa ada za kila mwezi, je, watatambulikana wapi? kama endapo likishindikana kwa wengine kuonekana na hamasa ya kuendelea kujisajili ili tawi likamiliki. Asante na mimi kwa nataka kuuliza katiba, naweza kupata sasa hivi? alikuwa nauliza swali katiba, anaweza katiba, kuipata sasa hivi. Pongezi au na mambo mengine, ushauri kuhusiana na elimu ya leo. Nasema kwa kadi, si ndio? na mna kulipa kidogo kidogo, hilo ni nyinyi. Sawa kwa sababu klabu inahitaji usajili uliokamilika. Kama ni elfu ishirini na tisa au ni elfu ishirini na tisa keshi, kama ni 31 au ni 31 keshi. Lakini nyinyi kama, kama, kama, wanatawi sasa, mnaweza mkatengeneza utaratibu, mkachagua muhasibu mwaminifu, muhasibu akatunza kumbukumbu -kumbu zenu. Bwana yeye napunguza elfu mbili leo, kesho napunguza elfu mbili kesho, kuta ikikamilika mhasibu analeta taarifa zako kwetu, sawa eh? Kwa hiyo nyinyi mnaweza mkatengeneza utaratibu na viongozi wenu mkaweza kulipa kidogo kidogo. Swala la kuchagua viongozi wa hamasa, kuchagua viongozi wa hamasa na waruhusu, mnaweza mkaunda kikundi chenu cha hamasa cha tawi ambacho kitakuwa kinapiga mbio kwa ajili ya kuhakikisha mnakamilisha tawi. Swala la kukumbushwa kuhusiana na usajili, ndugu zangu, mi niko open muda wote sawa. Hata kama mtaandaa mkutano wiki ijayo, mkiniita mimi hapa nakuja. Mi nataka wanachama, unaelewa? Yani hata kama wiki ijayo mnaandaa mkutano mkubwa zaidi ya huu, nipigieni simu, viongozi hawa washirikisheni mimi, nakuja hapa kutoa elimu upya na kufanya hamasa nyingine upya. Swala ameuliza mjumbe, tumesajili watu sabini, watu hamsini, wanatambulikaje? Matawi kongwe matawi kongwe, mkoa wa Njombe kuna Njombe mjini, tulifanya usajili zaidi ya watu hamsini. Sawa, kuna Makete, hayo ni matawi ambayo yana wanachama zaidi ya mia moja tulifanya usajili watu tisini na mbili sawa. Jamani, tunaenda Makete, kuna wanachama zaidi ya mia tatu tulisajili zaidi ya watu sitini Kwa hiyo hayo matawi ambayo tumesajili idadi ya watu 70 50 60 ni matawi ambayo tayari yalikuwa yana wanachama. Sijui mmenielewa hapo, mmenielewa? Ni matawi ambayo yalikuwa tayari yana wanachama ambao walishajisajili. Kwa hiyo mashini ninavyokuja pale, maanake usajili si unaendelea. Hata nje hapa mkitimia mia mia, haimaanishi hatutasajili. Sawa. Idadi ya juu ya tawi inatakuwa ifikia wanachama mia tano ni hai tunagawa, haitakiwi zidi. Tumeelewanapo menelewa eh? Dada ameuliza pale kuipata katiba kwa leo, katiba nisiwe mwongo kwa leo, katiba huwezi kuipata, ila kama mnahitaji katiba, naweza nikawaagizia makao makuu, hata kesho. Nafikiri kabla ya Jumapili katiba itakuwa imewafikia, lakini ni vizuri mkaagiza katiba pamoja na kitabu kama mnaweza ili tunapoagiza tunaagiza vyote kwa pamoja ambapo ni shilingi elfu arobaini kama kuna sehemu mjanielewa meelewa kwa nyongeza si mnaona andishi kiongozi mkuu toka mkoa mwisho ni washukuru wanachama wote wanachama wote kwa utulivu wenu bila shaka elimu imewaingia tunavyokamilisha basi kikao hichi cha uhamasishaji usajili wa wanachama wa Yanga hapa Uhenga ambapo tulikuwepo tangu mida ya mchana tukisha kwamba wanakusanyika na kukutana na uhamasishaji, tukiwa tumeongozana na mratibu wa mkoa wa Njombe, na tulikuwa mpaka saizi ni mida ya usiku, lakini wote walikuwa wanahamasisha na kulingana na ratiba zilikuwa zimebana basi, tumeamua kufanya kazi mpaka usiku, kisha kwamba lengo ni kwamba ujumbe ufike kwa yote ambayo tulikuwa tumekuja naye na mratibu wa mkoa na hawa ni baadhi tu ya mashabiki wa Yanga ambao wamejitokeza kuhakikisha kwamba wanapata elimu hii ya kujisajili na kuwa mwanachama hai wa klabu ya Yanga. Basi endelea kuwa nasi, shukrani kwa wewe ambao umechukua nafasi yako kututazama kupitia Asili Yetu TV. Naitwa Mzee wa Tatu, niko naye Uncle G. Asante.